Leo tunataka kujifunza njia mbalimbali anazozitumia shetani ili amnase mwanadamu, njia mbalimbali anazozitumia shetani ili kumnasa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua, tunajua Mungu ambavyo amekwisha kutuumba sisi wanadamu, ametupa ufahamu. Ina maana kila mwanadamu ana ufahamu wake hivyo katika ufahamu tunatambua kila mwanadamu ana milango ya fahamu. Kila mwanadamu ana milango ya fahamu. Tutaenda kuangalia baadhi ya milango ya fahamu. Baadhi ya milango ya fahamu kwa mwanadamu ni masikio, ulimi na macho, na mambo mengine. Tutaangalia vitu vitatu. Tutaangalia masikio, ulimi na macho namna gani shetani ana, ana, ana, anavitumia ili kuweza kumnasa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukianza na suala la macho, pale ambapo mwanadamu anapokuwa katika upande wa giza ni ngumu sana kuyazuia macho yake yasitazame maovu tunakwisha kuangalia katika dunia sasa hivi, tunakwisha kuangalia kuna wale ambao wanaangalia macho ya kutamani. Wanaangalia kwa sababu gani? Shetani anakuwa yupo karibu akiwatazamisha hayo mambo. Unaweza ukashangaa, anapita anapita mwanamke, unakuta mwanaume anamtamani, anapita anapita mwanaume, unakuta mwanamke anamtamani na mambo mengine. Hizo ndizo kazi za shetani. Hivyo basi tunakumbuka Yesu Kristo alipokuja katika ulimwengu, tunakumbuka alipopandishwa na Roho nyikani, tunakumbuka kwamba shetani alimuonyesha miliki za ulimwengu na pia akampa ahadi, lakini Yesu Kristo aliweza kumshinda shetani. Hivyo tunaweza kuangalia shetani ambacho anakitumia ni kumtazamisha mtu ili aweze kutamani. Ina maana pale mwanadamu, pale ambapo anaingiza tamaa ndipo pale ambapo wananaswa kwa tamaa zake mwenyewe. Bwana Yesu wasifiwe tena. katika katika katika milango ya fahamu, tunaangalia mlango mwingine wa fahamu ambao ni masikio. Bwana Yesu wasifiwe tena. Tutaangalia katika mfano huo huo, katika mfano huo huo ambapo ambapo huyu shetani alikuwa anamjaribu Yesu Kristo, ina maana kitu ambacho Alikuwa anakitumia alikuwa anatumia maneno, alikuwa anatumia maneno. Ina maana hayo maneno alikuwa akiyasikia, lakini alikuwa ayatili maanani kwa sababu kwa sababu Yesu Kristo alikuwa hana sikio la nje, bali alikuwa na sikio la ndani. Hivyo aliweza kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kitu ambacho waga anakifanya adui ni kuleta zile taarifa mbaya kwa mwanadamu, ili huyu mwanadamu moja kwa moja aweze kuzisikia hizo taarifa mbaya. Ni pamoja na maneno machafu, matusi, matukano, nyimbo za kidunia. Na maana huyu mwanadamu yeye anakuwa anasikia nyimbo za kidunia, akiwa anasikia nyimbo za kidunia ina maana akiletewa zile nyimbo nyingine anakuwa anaona ni upuuzi, kwa sababu sikio la ndani linakuwa limekwisha kuzibwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika kiungo kingine ambacho ni ulimi, vile vitu ambavyo wa anavisikia ndivyo vitu ambavyo anavitoa. Ndio maana tumekwisha kuona kile mtoto ambacho huenda anaweza kuwa anakisikia. Mfano, chukua swala la mtoto, mtoto anaweza kuwa anakisikia kitu anakuja na kitoa kile kile, kwa sababu uwezi ukatoa kitu ambacho hujakisikia. Hivyo ukisikia mema utatoa mema, ukisikia mabaya utatoa mabaya. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo tumekusha kuangalia katika hivi viungo, katika hivi viungo ndivyo hivi ambavyo adui huwa anavitumia hivyo tumeshaangalia, kuna baadhi ya wale watu ambao wanaendaga kwa waganga wa kienyeji. Wale ambao wanaenda kwa waganga wa kienyeji, jambo la kwanza, mtu awezi akaenda kwa waganga kama hajasikia jambo la kwanza. Jambo la pili, mtu awezi akaenda kwa waganga kama kuna maneno yajatolewa na watu kupitia ulimi. Jambo jingine, mtu awezi akaenda kwa waganga pasipo watu wengine ambao tayari wamekwisha kuona na kushuhudia kuweza kutoa zile taarifa kwamba kuna hivi na hivi na hivi, kuna hivi na hivi na hivi. Hivyo katika kusikia pale ambapo anakuwa anaendelea kusikia, anasikilizishwa zaidi na zaidi. Anasema kwamba mwanadamu, haitakiwi usikie taarifa mbaya, natakiwa usikie yale yaliyo mema tu, kwa sababu kile kitu ambacho unakisikia ndio kinachokuwa kinajengwa katika masikio. Hivyo tunaangalia kwa mwanadamu yoyote ambaye, ambaye ufahamu wake anakuwa ameuelekezea kwa Shetani, ina maana ufahamu wake unakuwa haupo salama hivyo, kwa sababu mtu huyu anakuwa amezoea kusikia mambo ya kishetani, ina maana atakuwa anajengewa mambo ya kishetani yaani, kwa kwamba ukijengewa mambo ya kishetani ina maana unakuwa umejengewa hofu. Hofu ndio maana inakuwa inakuwa, ina maana ukisikia habari za mchawi kufikia yani, kupitia vile ambavyo watu wanasimulia na nini, pale unakuwa unahubiliwa ndani kwa ndani zile taarifa zinakuwaje? Ndio maana sasa, kuna kuna kipindi fulani watu waliletewa hadisi za kishetani pale anapokuwa anaendelea kusoma, kuna kitu kinakuwa kinajengeka ndani yake, ina maana moja kwa moja anakuta hofu imeingia ndani yake. Ina maana ikitokea kitu kama cha kitisho kidogo, utisho kidogo tu, shetani akimtikisa anakimbilia kwa waganga, sijui kabisa. Huo ndo mtego wa kuweza kumnasa. Kwa sababu gani? alikuwa anasikia taarifa ambazo ni mbaya. Hivyo basi, ukisikia ukisikia sana taarifa za kidunia, taarifa za kidunia zina hofu, kwa sababu mengi ambayo yanaongeleka ni masuala ya mauti, magonjwa na mambo mengine. Ina maana wanadamu wengi tu ambacho wanakiwaza wanawaza Ufa, hawazi uzima wa milele. Hivyo yale mambo yote ambayo utakuwa unasikia huko yatakuwekea hofu, hivyo ukitikiswa kidogo lazima utaenda ukatii amri huko. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu ambacho alikwisha kukifanya kwa mwanadamu ambaye alikwisha kuliamini jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai katika kitabu cha Waibrania sura ya kumi na mbili mstari wa ishirini na saba kinasema, lakini neno lile mara moja tena lazilisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa kuweza, viwezavyo kutetemeshwa kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Na maana pale ambapo mwanadamu anakuwa amejenga vitu hivi, akaja akaitambua njia ya Yesu Kristo. Ina maana Yesu Kristo akikaa ndani ya huyo mtu hivi vitu vinangolewa. Vitu vinavyotetemeshwa vyote vinangolewa. Katika sikio ambalo linamsikia adui linangolewa, linaelekezwa kwa Mungu. Ina maana ulimi ule ambao unatamka, unatamka, ulikuwa unatamka mambo maovu au tamki mambo maovu kwa sababu tayari Mungu anakuwa ameshaingia ndani ya wewe mwanadamu, atatamka mema. Macho ambayo yalikuwa anatazama maovu yatahamia kwa Mungu. Ina maana kinachotolewa pale Yesu akishaingia hofu inang'olewa. Ina maana vile vitu vyote ambavyo vinaleta hofu ndani ya mwanadamu Yesu anaving'oa, alafu anaweka ujasiri ndani yake. Hivyo tumekwisha kuangalia, ina maana tukiingia kwa Yesu Kristo, kama kuna chembechembe chembe zozote ambazo zinakuwa zipo ndani yetu za hofu ziliingizwa kwa hofu yaani, ndani yetu sisi ambao tulimruhusu adui, na maana shetani, ambaye, na maana Yesu Kristo ambacho anakifanya yeye, anang'oa hofu na kuweka ujasiri. Tukiendelea kusoma ile Waebrania kumi na mbili mstari wa ishirini na tisa mstari wa ishirini na nane inasema kwamba basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na muwe na neema ambayo, kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunatambua Mungu ndiye mtawala katika mbingu na katika dunia, yeye ndiye mfalme, ina maana Mwenyezi Mungu wa kumwabudu ni yeye. Kitabu hiki kinasema kwamba kwa sababu tayari utakuwa umekwisha kuamini utakuwa umekwisha kulikili jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, usiwe na hofu ndani ya, ndani yako. Kwa sababu gani? Vile ambavyo vilikuwa vinakuletea hofu vimeshangolewa, ina maana ndani yako. Hata kama saizi kuna hofu ambayo ipo, ina maana kuna majaribu ambayo yatakuwa yanakuja ili kuipima hiyo imani yako. Usiweke hofu, ina maana weka imani iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi za kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.